Hali ni mbaya nchini Tanzania, maana vijana wa leo wamekuwa na ujasiri. Baada ya maandamano, wamepata ujasiri wa kutoogopa lolote wala kusema lolote, wao wanajiongelea lolote na kutaka mabadiliko. Hii inaonyesha ni hali mbaya katika taifa la Tanzania. Hebu msikilize kijana huyo, alafu nyie mnasema kwamba eti sijui atatuteka atatuua. Sasa kuna haja gani ndugu yangu endelee kuishi, wakati we mwenyewe, yani una wasiwasi na kuishi, hauna amani, una uhuru, kuna haja gani we uendelee kuishi ndugu yangu hapo hmm. Hata kwenye yani kitambo ni kama usha dedi, yani usha, dedi, yani usha kufa kitambo, kwa sababu wewe uwezi kuniambia kwamba eti <mimu> unaishi afu unaishi kwa wasiwasi afu una, una haki ya kuongea kuhusu hilo jambo, lakini yule mtu yeye yeye hataki kukusikiliza, hataki kukuelewa, yeye anataka kufanya yeye mambo kwa faida zake yeye mwenyewe, hataki kumfaidisha mtu mwingine. Anaona kama sisi hii ni hatari kwa taifa. Hii ni hatari kwa taifa. Lazima serikali iangalie sauti hawa vijana, maana itakuja kuleta uwasi ama jambo kubwa, jambo baya katika taifa. Lazima serikali itafakari kwa haya. Anaona kama sisi guys, kuna familia huku chini zinaumia ndugu zangu. Ukiona mtu anasema hivyo, ukiona mtu anakwambia kwamba hili jambo bwana libadilike kuna watu wanaumia, tena watu zaidi ya kumi, zaidi ya milioni mbili, zaidi ya alafu mtu ana yani barabana, mtu anaingia barabarani anaenda kuandamana. Ndugu yangu, huyo mtu mwelewe na umsikilize. Kuna familia huku chini zinaumia, mzee, kuna familia chini zinaumia, hazina msaada, hazina mtu wa kuwasemea. Wataendelea kutuua kwa sababu wako wengi. Mimi ni kikuu baada ya utulivu hizi siku mbili baada ya maandamano Naomba serikali ya Samia Suluhu iangalie upya jinsi ya kuleta ushikamano katika taifa, maana ikiendelea hivi unaweza kutengeneza kitu kinachoitwa uasi katika nchi. Serikali ya Samia iwe makini.